Kikundi hicho kabla ya kufanya mkutano mkuu wake wa mwaka kimefanya matembezi maalum kuelekea Kituo cha Afya Nyarugusu kwa ajili ya kutoa zawadi kwa wagonjwa, vifaa tiba pamoja na kuchangia damu. Viongozi wa dini wamesema kitendo kilichofanywa na kikundi cha NEPA ni cha kizalendo na chenye kugusa mioyo ya wananchi, hasa ikizingatiwa changamoto za upatikanaji wa huduma za afya kwa baadhi ya maeneo ya vijijini kuwa bado kuna changamoto kiasi, huku wakivitaka vikundi vingine vya kijamii taasisi binafsi, pamoja na wadau wa maendeleo kuiga mfano huo kwa kushirikiana na Serikali. Familia ambazo zimeguswa leo mahali hapa wataendelea kumwona Mungu akitenda kazi kupitia kikundi hiki cha NEPA ambacho kimekuja kuleta mtazamo mpya, mshikamano, ushirikiano amani na upendo hata katika mali tunazozipata. Mungu anasema lisaili walmahrumu, kwamba kuna haki ya mtu anayeomba na kuna haki pia ya mtu ambaye kajizuia kuomba, na vijana hawa kimekuwa ni sehemu ya kuitikia jambo hili sisi tunawashukuru pia kama viongozi wa dini. Mwenyekiti wa kikundi cha NEPA Morris Julius amesema lengo kuu la kuanzishwa kikundi hicho ni kusaidiana wakati wa changamoto mbalimbali, lakini pia kuamua kupanua wigo wa msaada kwa kuigusa jamii moja kwa moja inayowazunguka kwa kuwasaidia wahitaji. Lakini zumuni letu kuu pia tunaigusa jamii kwa maana ya wahitaji mbalimbali mbali, kama vile kuigusa uh, vituo vya afya kwa maana kuna wagonjwa lakini pia tunagusa wanafunzi ambao wapo katika mazingira magumu, lakini pia tunajiku, tunajikita katika e, kuendeleza gurudumu la, e, la maendeleo katika jamii kwa maana ya kupambania fursa mbalimbali sisi tukiwa kama vijana. Kwa hiyo kikundi hiki kina shabaha nyingi sana, na mwaka huu kwa maana ya mwisho wa mwaka tumefanya hafla hii fupi ambayo uh, tunasema ni Mungu tu amesaidia, kwa maana tumefanya maandalizi ya muda mfupi sana, lakini kwa kile kidogo tulichokipata, tukaamua angalau tuje tuwaguse wenzetu ambao wana changamoto ya afya ndiyo maana katika mabango yetu tumeandika afya ni nguzo kuu katika jamii. Kwa upande wake meneja wa kampuni ya Mese Mlela Ziwani ambaye ni mdau wa maendeleo anayeshirikiana na kikundi cha NEPA amesema kampuni hiyo itaendelea kushirikiana kwa karibu na kikundi hicho katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za kijamii ikiwemo sekta ya afya pamoja na elimu. Uh, nia na madhumuni ya kampuni letu la Mese Mlela Ziwani Enterprise katika kikundi chetu cha NEPA ni kushughulikia maendeleo na kuhakikisha sheria na kanuni zote za kikundi hiki kikienda salama kikifanya maendeleo makubwa katika wilaya yetu ya Nyarugusu. Aa, mengi tumeyafanya na mengi wananchi wameona, nafikiri, na mengi tutaendelea kufanya leo na hata kesho. Kikubwa ni ushirikiano wa nidhamu wa kujituma katika shughuli zetu na washukuru wote walioweza kufanikisha jambo hili mpaka leo, limeweza kwenda salama. Tulikiasisi kwa lengo hilo, lakini pia kikundi kina malengo mengi makubwa ya baadaye hususan e, kwenye masuala ya kuigusa jamii na lengo kubwa e, hapo baadaye tuna mpango wa kushifti kutoka kuwa kikundi na kuwa taasisi ya kijamii nafikiri kama leo umeona tumejaribu kuanza kwa kugusa sekta ya afya, peleka pale mahitaji japo ilikuwa ni kwa kwa udogo, na tutaendelea kuigusa jamii kwa namna ya tofauti kabisa. Lengo na madhumuni ya kikundi chetu ni sawa na NEPA. Leo mimi nimealikwa kama mwenyekiti wa kile kikundi cha uvinya kuhudhuria kwenye kikundi cha wenzetu NEPA, wanao mkutano mkuu wao leo. Tumekuweko hapo toka asubuhi, tumeona mambo mengi ya kujifunza. Kimsingi ni kwamba ambacho sisi tunakiona kama jamii ya Nyarugusu, kadiri vijana wanavyoungana kwa pamoja, kadiri vijana wanavyokubali kuwa na lengo moja na kusogezana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwanza inaleta namna ya kuisaidia jamii yetu na kupunguza malalamiko yasiyokuwa ya lazima. Tumekuwa tukijitolea sana kwa watu wenzetu, maake kauli mbiu yetu ni kubeba matatizo ya wenzetu na kuyachukua kama ya kwetu. Ndio maana hata kwa siku ya leo umeweza kuona tumeweza kujitolea, tumetoka hapa mpaka kituo cha afya Nyarugusu kwa ajili ya kwenda kutoa misaada kwa wagonjwa, japokuwa sio kwamba kwa wote, lakini kwa wale walioguswa. Na ni kikundi ambacho kimesheheni taaluma mbalimbali, kuna walimu, kuna wachumi na kadhalika. Kwa hiyo mimi kama mshauri ni kuunganisha mawazo yao, kuona kwamba malengo yao yanafikia kama walivyotarajia na ni imani yangu na kuwaomba vijana waliopo Nyarugusu ni wengi, kwamba vikundi vilivyopo ni vizuri wakajiunga navyo ili kukwamua kifikra na kimaisha, lakini vikundi vyovyote mtizamo wao ni swala la uchumi kwa vijana. Afisa Mtendaji wa kata hiyo Lusekelo Mwaikenda amesema Kituo cha Afya Nyarugusu kinahudumia zaidi ya kata tano na kwamba msaada huo utasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza changamoto zilizopo na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. E, tunaimani hivi vifaa tiba vitaenda kuongeza kwenye nguvu ya serikali ambapo kituo chetu cha afya kitakuwa kina mapungufu, kwa hiyo mtakuwa mmeokoa maisha ya walio wengi walio ndani ya Nyarugusu na walio nje ya Nyarugusu. Kituo chetu hiki cha afya kinahudumia zaidi ya kata tano, watu wa Bukoli, Nyaruyeye, watu wa Nyalwanzaja, Lwamgasa, ukanda wa Buziba, lakini na baadhi ya watu kutoka Nyalwanzaja na Nyarugusu yenyewe wote wanatibiwa hapa. Hitaji uh, nyingine mbali na damu ni baadhi ya vifaa tiba ambavyo vingine naona tayari mlituletea kama gloves ambazo watu natumia, sindano hizi pia tunatumia, lakini pia kuna vifaa vya usafi, kwa sababu mazingira yetu pia lazima yawe masafi. Sisi kama kituo cha afya lazima tuwe mfano, kwa hiyo kufanya mazingira lazima tuwe na vifaa, tuwe na sabuni. Kutoka Nyarugusu, mimi ni Mrisho Sadik.